Naitwa Laurent Michael Kanze, ni mzazi wa anayewakilisha shule ya msingi Nyangabo Nguruka katika kata ya Nguruka. mekuwepo hapa kwa, ma, kwa mafunzo ambayo yamechukua siku mbili yaliyokuwa akitufundisha namna ya kujua maana ya uwawa kwa, tumejifunza na kufahamu maana ya neno uwawa. Kumbe kulikuwa kuna umuhimu ya kuwa na ushirikiano kati ya wazazi pamoja na walimu, kuwa na ushirikiano wa kati ya wazazi pamoja na, na walimu. Ushirikiano huu unatufanya kumuweka mtoto katika hali nzuri ya kupenda masomo, lakini pia kudhibiti utoro wa shuleni, lakini lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba mtoto wa kike aweze kumudu masomo vizuri, kwa maana ya kuanza na kumaliza salama, kubwa zaidi kwenye masomo ya sayansi, teknolojia pamoja na hisabati. Kwa hayo mambo na hayo masomo watoto wetu wa kike wamekuwa wakiwa nyuma sana na wamekuwa wakidhani kwamba wenye kuweza jambo hilo ni watoto wa kiume tu, lakini pia kumbe hata watoto wa kike nao pia wana umuhimu wa kufanya mambo hayo. Kwa hiyo tunawashukuru sana watu wa UNICEF, tunawashukuru sana watu wa Kanada, lakini pia tunashukuru serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuona jambo hili kwamba kwa watoto wa kike ni swala la kipaumbele ili waweze kuvuka kutoka hatua moja kwenda katika hatua nyingine. Tanzania chini ya mama yetu Samia Suluhu, kwa kadri ambavyo amewekeza katika elimu, miundombinu na kadhalika katika shule zenu, miaka kumi iliyopita, shule yako ilivyo sasa hivi, ndivyo ilivyokuwa miaka kumi iliyopita? Kuna mabadiliko makubwa makubwa sana. Kwa hiyo kwa sehemu yake, serikali imekamilisha eneo lake, wanaendelea kuongeza na kufanya maeneo yote yawe mazuri zaidi, na wanaendelea kutafuta fedha ili waendelee kuboresha zaidi na kuongeza madarasa zaidi. Lakini sasa mzazi hawezi kukwepa jukumu lake la-lazima hakikishe mtoto anakuja shule na kwa wakati na anafika shule. Kuna miaka ya nyuma mtoto anaanga nyumbani huku, kumbe hajafika ameshia katikati. Sasa wale wawakilishi lazima wa, wa, waangalie pia hii mienendo. Watoto wanafika shule, lakini anapofika shule lazima asome na, na anaporudi nyumbani, mkawaeleze wazazi wenzenu kwamba nao ni walimu katika maeneo yao ya nyumbani. Mzazi usiache kukagua kazi alizofanya mwanao iye. Dada huu tunalenga watoto wa kike ili waweze kuanza kufikiria wanataka kuwa nani. Mimi naenda kustafu, nani anakuja kukaa kwenye kiti changu kama sio mtoto wako wa kike? Tunatamani katika dira ya 2050 watoto wa kike wawe sawa na wa kiume katika nafasi mbalimbali za uinjinia, za udaktari na uongozi na kadhalika, katika wilaya zote 169 na wanalindwa. Kuna ule usawa kwamba wote wanakwenda shule, wanasoma, lakini kuna ule uspesho wa mtoto wa kike tuwalinde katika mazingira yale magumu na hatarishi, tuwa tuwaeleweshe, tuwaeleze, waweze kujitambua, waweze kuepuka vishawishi, waweze kuhakikisha kwamba kweli tunahitaji kukaa, tunakaa pamoja wavulana na wasichana, lakini mimi mipaka yangu ni hii. wa, wa, wawe na kauli ya kusema hapana, nimalize shule ndiyo nifanye mambo mengine tukawaeleze watoto wetu. Tusipofanya hivyo hata si baadaye, tutaulizwa kwamba wazazi hatukutumiza wajibu wetu. Naamini kupitia wao mtaendelea kuelimishana, mtaendelea kushirikiana na uzuri wa wao wanatoa mafunzo mara kwa mara, mtaendelea kuhakikisha kwamba na ninyi mnaendelea kunolewa ili kuwasimamia watoto wetu, hasa watoto wa kike waweze kufanya vizuri, hasa katika masomo ya sayansi na waweze kupanda mpaka hatimaye tupate wataalamu wa kike katika maeneo mbalimbali, tupate watoto wa kike madaktari, tupate watoto wa kike walimu wa sayansi, tupate watoto wa kike ambao ni makandarasi katika, mi, katika miradi yetu mbalimbali ambayo sasa iko mbioni kukamilika kwa baadhi ya miradi. Naitwa Yohana Marini Kumosa, ni mzazi ninayewakilisha shule ya Karenge. Kwa kweli serikali ya Jamhuri ya Muungano pamoja na wahisani wetu serikali ya Canada na UNICEF, tunashukuru tumepata mafunzo haya ambayo yametuimarisha kabisa kujua maana ya ushirikiano kati ya wazazi na walimu. Tulikuwa hatujui namna gani walimu na, wa, na, na, na, na, na, na wazazi wanaweza kushirikiana wakawa wametengeneza jambo moja ambalo linaweza kumsababisha mtoto wa kike akajifunza aka, aka masomo ya sayansi kwa uhakika na kwa uzuri huku akiwa anafuatiliwa vizuri na wote. Sasa baada ya mafunzo tumejifunza, tumepata knowledge nzuri ya kuendeleza watoto wa kike hususani kupenda masomo ya sayansi na kukomesha utolo. Naamini mafunzo tuliyopata leo tunaweza kabisa kuendeleza mambo makubwa ambayo tutashirikiana na walimu kuendeleza kwenye kukomesha utolo kukomesha, na wanafunzi wa kike kupenda sayansi. Kwa majina naitwa Esnati mtoto wa Elidadi Sama, ni mkazi wa Nguruka nimewakilisha shule ya Nguruka sekondari. Tumejifunza mafunzo mengi sana ambayo sisi kama wazazi tulikuwa hatuyaelewi. Yaani kwa su, kuhusu somo la sayansi kwa mtoto wa kike kwetu ilikuwa ni kama janga. Mtoto wa kike alikuwa naogopa masomo ya sayansi pamoja na hisabati, lakini kupitia mafunzo haya tumaojifunza siku ya leo, basi moja kwa moja sisi wazazi tutaenda kushirikiana na walimu ili kuwapa nguvu watoto wa kike na kuwatia moyo waendelee kujiamini na kuyapenda masomo ya sayansi pamoja na hisabati, ili huko mbele tuweze kupata watu ambao watakao kutufaa katika nyanja mbalimbali mbali, za shule za kiserikali shughuli za jamii pia ili waweze kutufaa ambayo tunasema Every Adolescent Girl Learns in Tanzania. Mimi ni mratibu wa uh, mgu. Kimsingi mafunzo haya leo yametanguliwa na mafunzo ambayo yalishi yaliisha juzi. Yalikuwa ni mafunzo kwa wajumbe wa bodi ya shule ambapo wajumbe wa bodi ya shule walijifunza kuhusiana na namna ya kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Walifundishwa wakaelewa, mada zilikuwa nzuri. Kwa hiyo tunashukuru kwa mafunzo hayo. Kwa ujumla, tunashukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kushirikiana Canada, pamoja na UNICEF kwa kufadhili mafunzo haya e, lakini mafunzo ya leo ni mafunzo ambayo yalianza jana ni e, mafunzo ya ushirikiano wa wazazi na walimu Ambapo walimu wakuja wamepatiwa walimu, wa mafunzo pamoja na wazazi, wa kimsingi ilikuwa hasa ni kuwaeleza juu ya majukumu yao. Wamejifunza namna ya kuanzisha huo ushirikiano wa wazazi na walimu, lakini pia wamejifunza eh, namna ya kukabiliana na changamoto mbalimbali zinazohusu wanafunzi shuleni, na kimsingi lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba mtoto aliyeingia shuleni anasoma mpaka anakamilisha mzunguko wake wote wa elimu, lakini zaidi sana mtoto wa kike aweze kuhamasika na kusoma masomo ya sayansi. Kwa hiyo ndio lengo kubwa la mradi huu, kuweza kuwahamasisha watoto wetu waweze kusoma, lakini kamati hii ya ushirikiano wa wazazi na walimu wana jukumu kubwa sana la kufanya. Kwa hiyo wameelezwa majukumu yao, na mwisho wa siku tunaamini watakwenda kufanya. Asante sana.